Tangazaji wa Radio Citizen waliungana na waumini wa Kanisa la SDA Makongeni hapa jijini Nairobi kwa ibada ya Sabato. Msimamizi wa Radio Citizen, Tina Ogal, alisisitiza umuhimu wa kushiriki katika shughuli kama hizi, akisema ni njia mojawapo ya kuimarisha uhusiano kati ya kituo hicho na wasikilizaji wake mashinani. Haya yanajiri huku Radio Citizen ikiendelea kuongoza katika utafiti kulingana na ripoti ya hivi punde. Hebu ni wajibu wetu kama vituo vya redio, Royal Media Services, wadisi, ukweli, kwa ajili ya kutoa habari kwa msikilizaji, a naweza sema kwamba ni, wao ni number one, wamefanya kazi katika Uh, nje ndani ya Kenya na nje ya Kenya. Uh, tumekuwa tukitembea katika makanisa mbalimbali na pia ndugu zetu wa Sabato hatujawacha uh, nyuma na ni kitu ambacho kwamba kinakupendeza. Wow, wow, wow! I don't have words to express. I'm really happy, extremely happy, na tunafurahia kwa siku hii ya leo, kwa sababu ya Radio Citizen imefanya hii event ikafanikiwa, hii event ikakuwa live and smart.